Waebrania sura ya kumi na moja mstari wa thelathini na mbili, thelathini na tano. Nami na, niseme nini tena, maana wakati usingenitosha kuleta habari za Gideoni na Baraka na Samsoni na Yefta na Daudi na Samweli na za manabii ambao kwa imani walishinda milki za wafalme, walitenda haki, walipata ahadi walifunga vinywa vya simba, walizima nguvu za moto, waliokoa na makali ya upanga, walitiwa nguvu baada ya kuwa dhaifu, walikuwa hodari katika vita, walikimbiza majeshi ya wageni. Wanawake walipokea wafu wao waliofufuliwa, lakini wengine waliumizwa vibaya hata kuuawa, wasikubali ukombozi, ili wapate ufufuo ulio bora. Ukisoma hiyo yote sura ya 11 kuanzia mwanzo, kuna vitu utaviona. Basi, imani ni kuwa na hakika mambo ya mambo asioonekana, maana kwa imani wazee walishuhudiwa. Kwa imani tuwafahamu. Kuna vitu inaongelea pale, sura ya 5 nasema, kwa imani Henoko. Ukiendelea kuongelea pale, kuna watu wengi imewataja na vitu ambavyo walivifanya na mambo makubwa ambayo yalitokea kwenye maisha yao. Hawa aliokuja kuwataja huku chini alikuwa anaweka kama summary ya wale watu ambao anawaongelea kwa ufupi sana. Huku juu ameongelea watu wengine. Sasa hawa anasema, niseme nini tena, maana wakati usingenitosha kuleta habari za Gideoni na za Baraka na Samsoni na Yefta na Daudi na Samweli na za manabii. Anakuonyesha kwamba kuna wengine sijawaongelea huku juu kwa mambo ambayo yaliwatokea kwenye maisha yao ambao kwa imani walishinda milki za wafalme, walitenda haki, walipata ahadi, walifunga vinywa vya simba, walizima nguvu za moto, waliokoka na makali ya upanga, walitiwa nguvu baada ya kuwa dhaifu, walikuwa hodari katika vita, walikimbiza majeshi ya wageni, wanawake walipokea wafu wao waliofufuliwa. Sio walipokea wafu wao waliokufa walipokea wafu wao waliofufuliwa. Kuna kitu gani? Kuna kitu gani kilichokuwa kinawafanya wawe hivi walivyo, wakapata matokeo haya walioyapata, wakatembea walivyotembea, yakawatokea leo, watokea. Kwa sababu siku zote ukimwona mtu amefika mahali, angalia historia yake. Ukifanya vile alivyofanya, ukapita pale njia aliyopita, utafika alikofika na utakuwa vile alivyokuwa. Wakati tukiwa watoto, saa nyingine unakuta tunaulizwa, unapenda kuwa nani ukiwa mkubwa? Kila mmoja atatoa historia ya mazingira ambayo yamemzunguka mtu. Ambaye anaangalia movie sana atakwambia mimi nataka niwe mwanajeshi, so kwa sababu Mungu ameumba yeye mwanajeshi? Ni kwa sababu ameangalia movie za like kivita, amekuwa inspired ndani yake, anajisikia kama mwanajeshi. Mtu ambaye labda amekaa katikati ya walimu na walimu, anaanza kuwa na picha tu ya kuwa mwalimu, akisema mimi nataka niwe mwalimu kwa sababu pengine labda shuleni anampenda mwalimu fulani, anataka awe kama yeye. Kwa nini anawaza hivyo? Ni kwa sababu kuna kitu amekiona na akiamua kupita pale anakuwa vile alivyokuwa. Kwa nini? Ni kwa sababu ukipita njia ambayo mtu fulani amepita, utakuwa vile kama yeye alivyokuwa. Kwa hiyo ukisoma Biblia saa nyingine, kuna watu unawasoma unawaangalia waki hamasisha maisha yako wakipa maisha yako wakikuwekea kitu cha kiroho ndani, inabidi uangalie wao walifikaje, walipitaje, waliishije, walienenda vipi, mambo gani yaliwatokea, ili uwe vile walivyokuwa, upate kile walichokipata, ufike pale walipofika. Sasa kitu kimojawapo ambacho kiliwapa hawa kuwa hivi walivyo, kikayafanya haya yatokee kwao, na ambacho na sisi tukiwa nacho tutakuwa vile kama wao walivyokuwa ni kitu kinachoitwa ufunuo, ufunuo wa wao ni nani wao chanzo chao ni kipi, au wametokea wapi, na thamani yao katika Kristo ni ipi? Hiyo ndio ilio wapa kuwa viumbe vya kiroho vinavyoishi duniani, kuwa supernatural being ambayo ikawafanya wa operate supernaturally, ni kuwa viumbe hai vya kiroho vinavyotembea duniani kwa jinsi ya mwili, ambavyo vikawafanya waishi maisha ya kiroho duniani, na kwa hiyo wakaleta athari chanya za kiroho kwenye maisha yao zikaonekana kwa jinsi ya mwili.